Tumewahi kusoma katika Biblia sura ya kwanza aya ya nane kitabu cha Ufunuo na sura ya ishirini na mbili aya ya kumi na tatu Yesu akisema au akiitwa ni Alfa na Omega. Maana yake nini? Alfa na Omega Yesu anataka kusema kwamba yeye ni herufi ya mwanzo na herufi ya mwisho katika alfabeti ya Kigiriki au Kiunani. Alfabeti ya Kigiriki ndio inaandikwa hivi sasa. Kuna herufi alfa, beta, gama, delta, et, epsilon, zeta, eta, sita, yota, kapa, lambda, mu, nu, ksi, omicron, pai, rho, sigma, tau Y, fi, t, psi, na omega. Sasa hapa nimeandika namna mbili, hii ni herufi kubwa, herufi ndogo, herufi kubwa, herufi ndogo, herufi kubwa, herufi ndogo, herufi kubwa, herufi ndogo, herufi kubwa, herufi ndogo. Sawa, kwanza hii hapa, tutarudi huko. Herufi kubwa, herufi ndogo, herufi kubwa, herufi ndogo, herufi kubwa herufi ndogo herufi kubwa herufi ndogo, hii hapa, herufi kubwa hii, herufi ndogo hii hapa, herufi kubwa hii, herufi ndogo hii hapa, herufi kubwa hii, herufi ndogo ndogo, hii hapa, sahau kwanza, hii hapa, alafu herufi kubwa herufi ndogo, herufi kubwa herufi ndogo ya katikati ni hii. Herufi ndogo ya mwishoni ya, ya mwaneno ni hii hapa. Herufi kubwa herufi ndogo herufi kubwa herufi ndogo herufi kubwa herufi ndogo herufi kubwa herufi ndogo herufi kubwa herufi ndogo herufi kubwa. Herufi kubwa pia, pia na ndogo ni hii hapa hii. Sahau. Kwa hiyo ndio hizi herufi za Kiyunani. Yesu anaposema yeye ni mwanzo na mwisho, maanake mwanzo hapa na mwisho hapa. Anaposema alfa na omega, alfa ndiyo hii hapa na omega ndio hii hapa.